Ni bora kuwa na mahusiano na mme wa mtu kuliko kijana aliye single, ni maneno ya Dolly ambapo ameweza kufunguka mengi sana. Mrembo Dolly lesti anasema kuwa yeye ni bora awe kwenye mahusiano ya kimapenzi na mme wa mtu ambaye anajali kuliko kijana aliye single ambaye hawezi kulilia mwanamke mmoja. Kwa mujibu wa mrembo huyu, aliweza kufunguka mambo mengi sana, huku akidai kwa kwamba jambo pekee ambalo ameweza kujifunza ni kuwa katika mahusiano hakuna mwanaume ambaye ana mwanamke mmoja. Kila mwanaume unayemwona ana wanawake zaidi ya mmoja, au hata zaidi ya wawili, yani unamkuta mtu oa lakini ana mwanamke mwingine pembeni. Lakini kwa upande wake, anadai kwamba ni bora awe na mahusiano na mwanamke na mwanaume ambaye ameoa, kwamba wanaume walioa wanajua sana kujali, kwa kuwa anakujali kama mke wake, au anakujali kama anavyojali familia yake lakini hawa vijana ambao hawajaoa ni single, wao mara zote wamekuwa wanakuwa na wanawake wengi zaidi, hivyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kumlilia mwanamke mmoja, kwa kuwa anajua akisipoliliwa na huyu kuna huyu ambaye ataliliwa. Hivyo yeye ni bora aweze kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanaume ambaye anajali na ambaye ameshaoa, yani yupo tayari ameshaoa, ndo wanajua kulea na kukea lakini

Kwa, kwa, kwa upande wa vijana wenyewe waliopo single, wala hawajali hata ukiumizwa hata kikuumiza yeye wala hajali, anachoangalia ni kwamba mkiachana wewe anaweza kupata mwanamke mwingine au anakuwa anakuepo mbadala wa mwingine mdada Dolly. Alifunguka mambo mengi zaidi kuhusiana na mapenzi na kile ambacho ameweza, ameweza kukifanyia utafiti yeye peke yake, na utafiti ambao aliufanya aligundua ali kwamba wanaume wengi wana mwanamke zaidi ya mmoja hata waliooa, kwenye ndoa nao wana wanawake zaidi ya mmoja. Yani mtu ameoa, lakini ana mke wake, ana mwanamke mwingine pembeni. Hivyo yeye ni bora awe na mwanaume huyu ambaye ameshaoa au yupo tayari kwenye mapenzi kuliko kuwa na mwanaume ambaye ni single.